we are tired and enough is enough. is Maande tulikuwa hapa maandamano. The same, same issues zenye tuna claim leo hapa, mambo na fee, mambo na nini, polisi wakakuja wakapiga wenzetu tear gas. Maande tulikuwa wanafunzi kama 400 hapa, saa hii ukiangalia, tumetokewa wanafunzi kama 50 au wengine wameogopa juu ya kupigwa tear gas, lakini tumesema si eti tuogopa hiyo tear gas, mtatupiga lazima mambo yetu yasikike. lazima hapa hatutoki, hapa hatubanduki, hapa. Since Monday, Monday tumeandamana shule ijatuma ijatu mata memo. Ni fi, fi ya tulipi tukiwa attachment. Fi na ya tulipi. Kila kitu ambacho kinaendelea hapa bandari, it is just dictatorship. Hii leadership haitaki kusikiza wanafunzi. Wanafunzi wanalipa school fees ya wakati ambao wanaenda attachment, unalipa school fees na hauelezewi, hiyo school fees inatumika kwa njia gani? Wanafunzi wanajitafutia pia attachment, shule haihusiki kutafuta attachment. Hata barua zenyewe za attachment shule inanyima wanafunzi kama mwanafunzi hajalipa school fees. So hii kitu sisi kama wanafunzi tumekata.